Mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha hiyo kwa sababu ni wengi wamepoteza wazazi, ndugu na jamaa na marafiki, lakini tunawatakieni nguvu wakati huu ambapo mnapitia uh, mazito zaidi. Kwenye taarifa nyingine wanafunzi wa chuo kikuu cha Technical University of Mombasa TUM wameipa serikali makataa ya siku tatu kutatua mgomo wa wahadhiri ambao umeingia siku yake ya kumi na mbili hii leo. Wanafunzi hao hii leo wameweza kuandamana kulalamikia kukosa haki yao ya kufunzwa, hivyo basi kutishia kuandaa maandamano ambayo yatawahusisha wazazi kama njia mojawapo ya kuonyesha makali ya athari hizo za mgomo. Nilitembelea chuo hicho na kuandaa taarifa hii. <tipa> Ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Technical University of Mombasa wanaoonekana kukerwa na hali ambayo imeonekana kulemaza shughuli katika vyuo vya umma nchini. Wakiongozwa na rais wa muungano wa wanafunzi wa chuo hicho TUMSO, Douglas Kavesi, wameipa serikali makataa siku tatu lau waitishe maandamano ambayo yatawashirikisha wazazi wao. And they are really, really, really in problems. They have debts all over. Our parents are straining to maintain our life in Mombasa. And in 72 hours, we'll request them to join us. As parents, as parents, our relatives, and everybody who is concerned with our life of students, we will request them to join us in the streets. And when students, and when students go to streets, be sure we will have a revolution in Kenya. Because we don't beg. It's our right to be taught and we really want to be told. So they have an option. within 72 hours, they either resolve their problems with the lecturers, pay them, come back to class Yeah. Failure to that, we will give instructions. Kelvin Nyangweso ambaye ni mmoja wa wanafunzi wanaotarajia kukamilisha mafunzo yao mwaka huu ameonekana kuingiwa na hofu kuwa huenda asifuzu mwaka huu kutokana na kusitishwa kwa huduma vioni. Kilio sawa na Bonface Akuku ambaye ameonekana kuitaka serikali kushughulikia masuala muhimu yanayoathiri maisha ya wananchi.

Uhuru is working here and there campaign, uh, uh, mobilizing people to take ID cards, to register as voters. But uh, back in the, the students who have ambitions, who should develop the country, they are not, not paying any attention. So I'm discouraged. We are not tourists in Mombasa. For the last three weeks we've been in Mombasa, we are not studying. We are paying accommodation fee, we are eating and we are traveling to come to the institution and going back home to our hostels. We are saying we are tired. We are tired of spending our parents are straining, yet they, we are not being taught. Tunapoingia ndani ya chuo hicho tunakumbana na wanafunzi wakiwa wametapakaa kila kona wasijue la kufanya huku madarasa yakiwa yamesalia ya mahame na afisi za wahadhiri zikiwa zimefungwa, ishara tosha kuwa hakukuwa na huduma zozote zilizokuwa zikiendeshwa. <tune> kisha tunakumbana na wahadhiri hawa zaidi ya 40 waliofika kupata ripoti zaidi kutoka kwa mwenyekiti wao Joseph Ngare. Ngare amedokeza kuwa na imani kuwa asilimia mia nne wanayodai ya nyongeza ya mishahara na nyumba inaweza kulipwa na serikali ikizingatiwa kuwa kwa muda sasa serikali imekuwa ikipoteza fedha kwa njia zisizoeleweka. Serikali uh, wizara ya fedha ndio ina uwezo wa kuambia wale tunaozungumza nao majadiliano zungumzeni tutawapatia kiwango hichi. Kuna uwezo uchumi wa Kenya unaweza kulipa hizi fedha ambazo wa waadhiri wanauliza. Ukikumbuka yule tunamwita auditor general anasema kila mwaka serikali wanapoteza bilioni mia tatu, zinapotea hivi hivi tu, zingine zinaingia labda mifukoni mwa watu. Hizo pesa ni nyingi sana wahadhiri wanataka bilioni ambazo hazifiki hata kumi. Kwa hiyo zile njia zikifungwa ambazo pesa zinafujwa kwa serikali, uh, wataweza kutulipa na wataweza kulipa wale ambao tena wana vilio vyao Aidha, Ngara ameeleza kuwa serikali iliamua kuwapuza ikizingatiwa kuwa waliwakabidhi ombi lao miaka minne iliyopita, muda ambao tume ya SRC iliutenga kwa makubaliano na wafanyikazi wa umma. Na bado hatujachoka, tutaendelea hata, ikija ikibidi tuende kwa siku 30 miezi sita, tutasimama pale pale, tutazidi kugoma. In fact ili swala alikuanza leo, limeanza mwaka wa elfu union ilipeana proposal yake Desemba ya mwaka 2012. Serikali wamepuuza ili swala hawakulishughulikia mpaka leo. Kwa sasa muungano wa wahadhiri unafanya mazungumzo na waziri wa elimu Fred Matiang'i ambaye licha ya kufanya mazungumzo na wahadhiri wiki jana hayakufua dafu. Sana kama unavyoona hapa nimeweza kuzingira na viti vya wanafunzi, na ukiangalia vizuri viti vyenyewe vimeweza kushikwa na vumbi, ikimaanisha kwamba ni kitambo tangu wanafunzi hao wakalie viti hivi na kupokea huduma za ukufunzi kutoka kwa wahadhiri mbalimbali. Hii ikimaanisha kuwa wahadhiri hao wameweza kushikilia papatu kwamba katu hawatasitisha mgomo wao mpaka pale ambapo serikali itatilia maanani na matakwa yao kusikilizwa. Nikiripotia Pwani TV, habari za Mwambao, kutoka chuo kikuu cha Technical University of Mombasa, kaunti ya Mombasa. Mimi ni Victor Denje.